Na mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Sakina, tunapenda kukaribisha tena siku ya leo, tunapokwenda kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia, na huu ni mwongozo katika hii, katika robo yetu ya pili tunakwenda, ambao unasema vidokezo tamasali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Maana yake kwamba katika robo hii ambayo itajumuisha mwezi wa nne, mwezi wa tano na mwezi wa sita wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Ah, tukao tukwenda kuongezea sasa tujifunza katika unabii wa Biblia. Maana yake watu wengi wamekuwa na changamoto ya kuelewa unabii, sasa katika kipindi hiki cha miezi hii mitatu. Kwa hiyo mtu usikimbie kwenye channel hii, kama hujapata mwongozo wako, tafuta kanisa la Waadventista Sabato lilipo mahali popote lilipo au duka la vitabu mm. E, utafuta mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka kanisa la Waadventista Sabato utapata, ambapo utapata na vidokezo, tamathali za semi na ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Kabla hatujaendelea, naomba tufunge macho tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako nyingi. Tumejifunza katika majuma yaliyopita katika robo zilizopita, na sasa tuko robo nyingine tena, robo ya pili ya mwaka 2025. Tusaidie Baba pamoja na mtazamaji wetu na msikilizaji wetu tuweze kujifunza wa jinsi gani unabii ulivyokusudia na pia tuweze kuifahamu Biblia kwa undani zaidi. Ampatana pamoja nasi katika kipindi hiki cha leo ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. Ya katika katoka robo hii tutakuwa na mada kumi na tatu, na mada ya kwanza nasema kanuni kadhaa za unabii ambayo tutaiangazia mm -hmm kwa leo. Hizo kanuni kadhaa za unabii ni zipi? Tutazisoma, lakini pia mada nyingine nasema msingi wa mwanzo, tutaangalia msingi wa mwanzo katika tamadhari za semi Eh, vidokezo pamoja na ishara katika kujifunza unabii na Biblia, lakini pia tunaona tamasari za semi zenyewe kutoka katika ndoa tutaziona mm. Lakini pia mataifa tutayaona, katika sehemu ya kwanza tutaangalia pia mataifa katika sehemu ya pili. A uh, kuelewa kafara, tutaielewa kafara mm. Lakini pia misingi ya unabii tutaiona, lakini pia katika zaburi tutaangalia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, na vingi pia tutaangalia mada inayosema kulio kuliofikiwa na mlisho tutaiona. Pia Ruth na Esther tutawaona pia, wametajwaje katika Biblia tutaona. Lakini pia tutaangalia habari za watangulizi kwenye Biblia hiyo mm. ni mada ambazo ziko kayo. lakini na mwisho kabisa tutamalizia tamasali za semi za ule mwisho maanake mm. kwamba tutaona hizo tamasali za semi za ule mwisho maanake. Ni hizi mada zetu kumi na tatu tutakazo kuwa tukitembea nazo katika Robo hii mm. Naomba tuingie moja kwa moja katika somo letu hili la kwanza kabisa la robo hii ya pili ambalo linasema kanuni kadhaa za unabii mm. na, na fungu la ukalili limetoka katika kitabu cha Yeremia ile sura ya, ya tisa fungu la ishirini na nne ambalo linasema bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Kwamba katika fungu hili la ukariri tu Mungu anasema mtu anayejisifu cha kwanza, jisifu kwa sababu anafanyaje anamfahamu. anamfahamu na kumjua, anamfahamu kufanyeje na kumjua, maana kwamba katika kupitia kujifunza maandiko matakatifu katika kanuni hizi za unabii tutamfahamu Mungu na tutamjua na labda ndugu Method, naam ah, uh, tukiwa tunaendelea, naomba labda umpitishe mm, mtazamaji wetu kwa muhtasari wa hizo nandii wa hizo kanuni kadhaa ambazo tunaweza kuzanga zimesamarize somo zima la juma hili. Asante Pari. Zipo kanuni kumi, kanuni za msingi kumi za kuangalia uh, namna ambavyo tunaweza kuangalia kanuni za unabii, kanuni zimetajwa hapa kumi. Naomba nizisome. Anasema uh, kanuni ya kwanza. mm -hmm. Kwanza hapa kuna kanuni tano za kwanza za kusoma, hizi zinalenga katika mafungu husika, na kwa mfano kusoma kwa uwazi, hii kanuni ya kwanza mm. Kusoma kwa uwazi kama kifungu kipya, yaani unaposoma unasoma kama kifungu kipya kwa uwazi kabisa, mm. Lakini kanuni ya pili, kusoma kwa uangalifu mm. Kama kifungu muhimu mm. Kwa uangalifu, tunaposema uangalifu, mwalimu yeah. Maana yake unasoma au unazingatia mikato, unazingatia okay. Nukta una, una, alama, unazingatia... alama zote kusoma kwa, kuangali, kwa kuangalia mambo muhimu mm. Lakini kusoma kifungu kwa uzuri kama kifungu kizuri, yaani unasoma inaingia, alafu ujumbe unauelewa vizuri. Lakini kanuni nyingine uh, inasema kukisoma, uh, kusoma kimuktadha. Yaani unaposoma kimuktadha, maana yake una, una, una, unajua maana kabisa kwamba hapa alikuwa anamaanisha kusudiwa nini, eh, kulingana na mkao wa Kibiblia yeah. lakini pia kusoma wa mwingiliano wa mafungu yaani kama kanuni anaitoa anayoto, e, mhubiri kwamba una huko eh, kidogo na huko kidogo unalinganisha e, kwamba mbona ah, hili fungu kama linalingana li na, na hili yanafana, mwingiliano na huo hmm. Ndo mwingiliano wa, wa mafungu hizo kanuni tano. Lakini kanuni tano nyingine kanuni hizi ambazo zinafuata zinalenga katika mwitikio wetu kwa aya au kifungu kuhakikisha kwamba tunalisikiliza neno la Mungu. Kanuni ya kusoma kifungu kiroho, kwa hiyo tuna, tuna, tunasoma alafu tunaingiza kwenye kiroho kabisa, kama kifungu kilichovuviwa. Maana yake kilichovuviwa, ka, kana kwamba unaelezwa na Mungu mwenyewe wakati huo, lakini Mijaki. kusoma kwa akili, kusoma kwa akili maana yake akili iwe imetulia, hakuna hakuna pilika pilika zozote akili, mm, yani uwe umetulia ume umekaa sehemu ya mf..., msawazo. yeah, msa msawazo, asante sana lakini, pia kusoma kwa kushirikisha. Kushirikisha maana yake unaweza ukasoma alafu ujaelewa, unaweza ukamshirikisha uka na mwenzako kwamba fungu ile uwe una swali ee lakini pia kusoma kama kinachohusu maisha maisha yako binafsi maisha ya, ya uhalisia ya, ya, lakini pia ya mwisho, kusoma kimaadili. Kimaadili, kusoma kimaadili, nasomaje kimaadili? Tunaweza kuiona hizi, ndizo mada ambazo zipo katika somo hili la kwanza. Mwalimu, asante Asante katika hizi katika kanuni zilizotajwa mm, tumeziona. Maana yake zimetajwa katika mafungu mawili, maana yake mm, hizo ni kanuni jumla. Ukizijumulisha zinakuwa ngapi? Zinakuwa kumi, zinakuwa kumi. Eh, maana yake japokuwa somo limetuambia kanuni kadhaa mm, za unabii lakini, hapo tumepata kanuni kwa haraka haraka, tumepewa kanuni ngapi? Kumi na na tukirudi katika kanuni hizo zote kumi zote zinatuelekeza habari za kusoma, na ndo mm. na ndo siku ya Jumapili kwenye mwongozo mm. inasema asomaye na afanyeje na afahamu, maanake kwamba Yesu Kristo wakati anawaambia wale wanafunzi wake habari za unabii, na alikuwa anarudisha katika habari ya unabii wa Danieli mm. alafu mwisho wa siku anakuja kumalizia kwenye ile fungu la kumi na tano kwenye kile kitabu cha, cha Mathayo ishirini na nne anakuja na anakuja kumalizia anasema, asomaye na afanyaje na afahamu. Maana yake kwamba anayesoma ndio anayefahamu mmm kwamba, na katika kusoma huko, ukisoma katika maelezo ya siku ya Jumapili unaambiwa kwamba hata profesa atakaposoma, alafu haweki akili yake katika msawazo kama tulivyoona katika kazi zile kanuni mm. alafu asipotuliza akili, alafu asiposoma kimantiki mm. asiposoma kazi katika muktadha wake, maana yake atakuwa ni kama mtu anayesoma tu gazeti au anayesoma stori, anayesoma riwaya mm. au anayesoma hadisi maanake, unabii kwake naweza kaa ni ngumu, fanyeje? Ni ngumu kuelewa kuelewa. Maanake kwamba cha kwanza lazima tusome kama Dani alivyosema kwamba niliyefahamu mambo haya kwa kusoma nini? Vitabu. Vitabu. Maanake kwamba katika kanuni katika kipengele cha kwanza tu siku kwa ya kwamba asomaye nafahamu maanake tunarudishwa kwamba lazima tusome kwanza maana, mm, mm. Katika kusoma tumeziona hizo kanuni, lazima tusome kwa uwazi mm. tusome katika kwa kwa akili iliyo katika msawazo mm. lazima tusome kwa nini? Tusome kwa mantiki, lakini pia ukiangalia pia anasema kwenye siku ya Jumatatu anasema Mungu anataka kueleweka mmm, maana yake ni katika kipengele kile cha pili, kipengele cha pili, kipengele cha pili kama mm. hivyo unao kama, lazima ule mwitikio wetu uitikie mm. kama tunaitikia kile Mungu anachokufanyaje anachokusudia kwa mfano mm. ukirejea kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu fungu la ishirini anasema mm. ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu mm. naye anajua yote, anajua yote naye, kwamba kwa, kwa, kwa kupitia vitabu vya vya, vya, vya, vya, vya kiunabii ambayo mm. kitabu cha ufunuo mm. uh, kitabu cha ufunuo na kitabu cha, cha, cha Danieli mm. hasa ambao watu wengi wamekuwa wakivikwepa mm. Kwa sababu, anasema, ambavyo, have, mm. Manake, kwa sababu wanasema ni vitabu ambavyo ni vigumu kueleweka, havieleweki, maana yake kwamba tunachoturudisha kwamba Mungu anajua yote mm. kwa sababu anajua yote na Mungu anatamani kwamba sisi tuweze kumjua Mungu kikamilifu, japokuwa kumjua Mungu kikamilifu sio rahisi. Na ndio maana tumepewa katika fungu la Zaburi 139 fungu la kwanza mpaka la sita hapa nasema, Bwana e Bwana umenichunguza na kunijua wewe mm. wajua kuketi kwangu na kuondoka na kwangu, kwangu, umelifahamu wazo langu tokea tokia mbali mba, umepepeta kwenda kwangu na, na kulala kwangu, kwangu, umeelewa na njia zangu zote, zote maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa mm. Bwana umenizingira nyuma na mbele mm. Ukaniwekea mkono wako. Maarifa yako ni ya ajabu, yani mm. shinda ya ajabu yanishinda mimi ya hayadirikiki diri, haya siwezi kuyafikia manake mm. huyu mm. anayezungumza hapa anamfahamu Mungu vizuri, kwamba anamfahamu Mungu na shauku ya Mungu kweli anatamani sisi tumfahamu. Na ndio maana katika mm. kupitia ma, vitabu vya unabii vitabu vya, vya vya Zaburi na vitabu vingine vinatuelekeza mm. sisi kumfahamu Mungu zaidi. Uh, ndugu Mesodi, labda uzungumzie mm. hapa kwenye kipengele cha Daniel, yafunge maneno haya katika siku ile ya juma ngapi? Ya juma nne. Kwa nini Mungu anamwambia au malaika anamwelekeza Danieli kuyafunga maneno haya, na nini sisi tunajifunza kutokea hapo? Ah, kwa kweli moja ya, ya, ya, ya mambo ambayo yanajitokeza kwenye kitabu cha Danieli hasa ile sura ya kumi na mbili mm. na fungu Lani. la nne ni sawasawa kabisa na ukilinganisha Ufunuo sura ya ishirini na mbili na fungu la kumi mm. wakati Danieli anaambiwa haya mambo, kumbuka tunaposoma kuanzia Danieli sura ya pili mm. Hadi sura ya tatu, wakati Danieli anamfasiria mfalme Mfasi ndoto, anamwambia haya mambo ni mambo ya mwisho ya siku nyingi yatakayotokea. Kwa hivyo Danieli hapa anapoambiwa kwamba yafunge maneno haya, maana yake Uh, kuna mengine Danieli aliyaelewa mm -hmm. Lakini kuna mengine Danieli hakuyaelewa kwa sababu yalikuwa sio ya wakati wao. Hata hivyo yangeeleweka wakati hule, bado yasingewafaa ya kwa sababu siyo, siyo, siyo ya wakati wao. Na mwalimu hapa mm -hmm. Ukitaka, ukitaka kuelewa muktadha mzuri kabisa mm -hmm. kwamba kitabu cha Danieli mm -hmm. pamoja na kitabu cha Ufunuo mm -hmm yaani ni sawa sana kusema kitabu kimoja kimoja. Moja, moja kinakuwa kama kufuli na kingine kinakuwa kama ufunguo, kama ufunguo. Mm -hmm. Unaona kwamba haya uh, maneno ambayo Danieli ameyafunga kwenye Ufunuo yanafunuliwa ya na pengine tukipata muda tunaweza tuka, tukaonesha namna ambavyo yanafunuliwa. Mfano pale uh, inaposema kwamba Yohana akila kitabu kidogo mm -hmm. kile kitabu kidogo ambacho alikula mdomoni kilikuwa kitamu, lakini kilipofika tumboni kilikuwa kilikuwa kichungu. Hicho kitabu kinachotajwa hapo ni cha Danieli. hmm. Lakini hata hata zile muhuri ambazo zinavunjwa hmm. kwenye kitabu cha Ufunuo unaona kwamba huku kwa Danieli kama zilifungwa hmm. lakini kule kwa, kwenye hmm. kitabu cha Ufunuo zinafunuliwa. Asante mwalimu, ya labda tu labda tu msikilizaji aweze uh, kuangalia mafungu ya Danieli 12:4 inasema hmm. Lakini wewe, Dani, wewe e Danieli, yafunge maneno haya ukatie muhuri katika ukatie muhuri kitabu mm. hata wakati wa mwisho mm. wengi watakwenda mbio huku na huku na maarifa yatafanyaje yataongezeka. Yata lakini Ufunuo ishirini na mbili fungu la kumi nasema mm. usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki mm. kwa maana wakati huu umekaribia. Umekaribia. Unapokiangalia kitabu cha Danieli nasema kitiwe kwa sababu mm. ni wakati ni, ni wa siku nyingi sana ndio ambapo hata Yesu alikuja kulifaa mm. akasema, chukizo la uharibifu litakaposimama yule yon neno la nabii Danieli asomaye nafanyaje? Afahamu na maana. Anakurudisha huko, lakini Danieli, lakini ufunuo anakuja wale Yohana anaambiwa asitie muhuri, maana yake ayaache wazi vivyo vivyo, kwa sababu mm. wakati wenyewe ni nini? Ni usika, lakini kuna kipengele kimoja kimetajwa, maarifa yataongezeka. Maarifa mm. yataongezeka. Unajua watu wengi sana wamekuwa akijua ni sayansi na teknolojia mm -hmm. kwamba wakati unaozungumzia maarifa ataongezeka ni sayansi na teknolojia mm -hmm. lakini katika kipengele hiki ni maarifa hata ya kulijua unabii mm hufahamu -hmm. nini mm -hmm. unabii mm -hmm. kirejea katika habari za matengenezo, wakina mm -hmm. uh, William Miller alivyosoma, japokuwa hakuelewa kufahamu vizuri unabii wa Danieli sura ya nane fungu la kumi mm na -hmm. nne, lakini tayari mwanzo wa maarifa kuongezeka ulikuwepo watu walianza kuchambua vizuri unabii yeah, yeah, mpaka yeah. sasa tunajifunza unabii mm. miongoni mwa dalili hizo zinazo kama maarifa yatafanyaje yataongezeka yeah, kwa mtazamaji asijue tu kwamba ni sayansi na teknolojia mm. pekee lakini pia kuna kipengele kinachosema kujifunza neno mm. kwenye kujifunza neno hapa tunaona watu walivyojifunza neno hasa mm. hasa kipindi cha kina William Miller walichunguza na kujichunguza hiki na hiki na hiki mm. lakini hapa tunatiliwa mkazo na kujifunza naomba ninukuu Uh, paragrafu hii ya pili kutoka mwisho kabisa, naam, ya siku hii ya ya Jumatano, naomba ni nukuu. Inasema mm. hivi cha kusikitisha watumia mtazamo ule ule katika unabii mm. wakiinua fungu moja nje ya muktadha wake mm. na kulinganisha na matukio ya sasa badala ya sehemu iliyobaki ya Biblia mm. hii ni kwamba hii ni kwa sehemu inasababisha mfululizo usiokoma wa vitabu vya kisasa vya unabii ambavyo vinapaswa kusa, kusahihishwa kila baada ya miaka michache kwa sababu mm. vilikosea juu ya kile vilichosema kingetokea ki na lini, unaona? mm. kurudi kwenye zile kanuni mm. kwamba tutumie tusome kwa akili mm. tusome, mm. na kwa muhtasari mm. na tulinganishe katika maisha ya sasa sasaao mm. ukiangalia katika muktadha huu leo watu wanafananisha kwamba uh, unabii ulivyozungumzia habari za dubu, kwamba unabii wa Daniel unazungumzia habari za dubu mm. kwamba ana meno ya chuma mm. amenuliwa upande, ndio sasa watu wanalinganisha kwa sababu uh, Urusi inatumia, inatumia inatumia mnyama dubu kuwakilisha ufalme wake. Watu wengi mm. wanazungumzia kwamba inazungumzia habari za nini za Urusi, lakini si katika mantiki hiyo kichunguza katika mistari inayofuata inataja tofauti kabisa kwamba yeah. Itakuwa na mamlaka fulani itakuwa na mamlaka fulani, lakini huyo mnyama anayetajwa kama dubu akiwa anatajwa kama simba kwenye Danieli, kiti, kwenye Danieli sura mm. ya saba mm. anakuwa na sifa tofauti yake tofauti, tofauti. maana hazungumzie ufalme huo wa nani wa Urusi, ufalme mwingine kabisa, kabisa. Lakini ukiangalia siku ya Alhamisi kisitiari na kiharisia hebu mwambie, mwambie, mwambie mtazamaji wetu kwamba anavyozungumzia kisitiari alafu na kihalisia kwamba tunasoma lakini kisitiari, lakini pia tusome kinini kihalisia. Kihalisia. Mm, na ndio hiyo nilikuwa nadokeza kidogo hapa, labda nimsomee tu na nini, msomee tu fungu no. na Ufunuo sura kumi na mbili fungu la kwanza, nasema na ishara kuu ikaonekana mbinguni mwanamke mm, aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na ngapi? kumi na mbili. Ufunuo ishirini na moja fungu la pili inasema nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka mm, kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na kwa mumewe. Waefeso tano fungu la thelathini na moja na thelathini na mbili Paulo anaandika anasema hivi, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba, eh, baba mm, yake na mama yake, ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa watakuwa mwili mmoja. Ndio, siri hiyo ni kubwa. Ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na nini na kanisa. Katika kuhusianisha mambo haya na kuzungumzia katika uhalisia uhalisia wake, sasa kwa kumktazwa haya mafungu uhalisia mm. wake ukoje, ukojo <laughs> naoujifunza Biblia. Karibu mwalimu. Asante, kwa kweli unapokwenda kwenye uhalisia inakuwa ni, ni vingine kabisa hii inatumika kama kama mifano tu ili kukuonyesha ya kwamba muktadha wa hiki ninachokieleza huo, huo, huo nime, nimepita mfano kwa mfano, wakati wakati Yesu ana anamweleza Nikodemo mm. kwenye ile kitabu cha Yohana sura ya tatu anamwambia Nikodemo mm. kwamba kama vile Musa alivyomwinua ile nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Sasa unaweza ukapiga picha kwamba mm. Mm. Kwani nyoka na na Yesu, Yesu, kuna uhusiano gani hapa? <laughs> alafu kwa nini Yesu tena amtumie nyoka am, nyoka si alilaaniwa bwana, mm, kwa nini Yesu amtumie? Lakini basi Yesu anataka kutuonesha kielelezo, asa amaanishi tendo lote kwa ujumla, isipokuwa ni sehemu ya kile kilichofanywa kilikuwa kina kinawakilisha kitu gani. Na hapa mwalimu, mm, kwa mfano nikirudi nyuma kidogo mm-hmm, hapa kwenye kujifunza tuna neno, neno. Mara nyingi sana watu wengi tunapojifunza tuna neno, hatuangalii atu, hatufananishi, yeah. Yani hatufananishi hapa, hatulinganishi maandiko, kwa hiyo tunaweza tukatoka tuka, tuka, tuka nje ya muktadha wa kile ambacho kinazungumzwa kina lakini ikiwa una, una referensia kutoka hapa na hapa na hapa ukalinganisha, mm. hili na hili ukapata jumla uta, uta, utapata muktadha na hicho ndicho anachokisema. Mfano, kulikuwa na kikundi fulani mm. cha, cha watu ambao walikuwa wa, wakiitwa Waldensia, namna na ambavyo walikuwa wanajifunza neno, neno, wao walikuwa wanachimba wanachimba wanapata mzizi mpaka wanapata maana mm. na ikishapatikana maana sa, sasa inaingizwa katika kivitendo okay. Na ndivyo tunavyopaswa kusoma na hasa hivi vitabu, mfano kitabu cha Danieli pamoja na kitabu cha Ufunuo mm. kila neno ukilifuatilia uki kwa ukaribu na ukalinganisha huku na huku, unapata jumla. Kwa mfano mwalimu, ukisoma, ukisoma kitabu cha Danieli peke yake mm. alafu hujasoma hu, na kitabu cha Ufunuo pengine anayoelezwa kwenye Ufunuo usiyaelewe hata kidogo, lakini ukilinganisha sasa, kama kama kama jedwali ambayo ambayo ipo ilichorwa sehemu fulani hivi yeah, kwenye maelezo ya mwalimu kule, ah, okay okay okay, kuna sehemu fulani ambayo ilichorwa jedwali, yamewanishwa mafungu pale ya Danieli pamoja na kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo unaona mfanano kwamba, ah, kumbe hiki, kina, kina hiki kina kinamaanisha hiki hicho ndicho Mungu anachokusudia tujifunze hasa na tukijue ya, labda nimsomee tu nukuu kadhaa. Kwenye siku ya Ijumaa kuna nukuu, kuna paragrafu kadhaa zimetajwa hapo, ila naomba ni, nanini nisome paragrafu mbili, mm. e, paragrafu mbili ambazo zina kazia kwa hiki ambacho tumekipitia katika kanuni hizi, kanuni, kanuni hizi kumi, mm. za kujifunza unabii. Nitasoma paragrafu nah. Ntaanzia na paragrafu hii ya juu, paragrafu ya kwanza kabisa ambayo imerejelewa kwenye kipengele kinachosema mwana matengenezo uh, wa kimarekani imewekwa ukurasa wa mia mbili hamsini, mia mbili sitini na mbili, mia mbili mpaka mia mbili themanini na tatu katika kitabu cha Pambano Kuu, anasema, wachungaji na waumini walitangaza kuwa unabii wa Danieli na Ufunuo ulikuwa siri zisizoweza kueleweka mm, lakini Kristo aliwaelekeza ali, ali wanafunzi wake kwenye maneno ya nabii Danieli yanayohusu matukio ambayo yangetokea katika wakati wao. Alisema, asomaye na afahamu, Mathayo ishirini na nne mm. fungu la kumi na tano Nadai kuwa kitabu cha ufunuo ni siri na kuwa hakiwezi kueleweka linapingwa na kitabu cha ufunuo chenyewe mm. ukirejea kitabu cha ufunuo sura ya kwanza fungu la kwanza mpaka la tatu limeejewa, inasema Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwapa upesi mm. Heri asomaye na wao yasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa ya humo, kwa maana wakati huu karibu huu. Lakini pia ukisoma ukisoma ile paragrafu ya chini ya pili mm. paragrafu ya tatu namaanisha, Yohana alifunuliwa na mandhari za kina za kusisimua katika uzoefu wa kanisa, aliona hali hatari, migogoro na ukombozi wa mwisho wa watu wa Mungu. Anaandika ujumbe wa mwisho utakaokomaza mavuno ya dunia mm -hmm. ama kama miganda ya nafaka kwa ajili ya ghala la mbinguni na au mizigo ya kuni kwa ajili ya mioto ya maangamizi. Masomo ya muhimu sana yalifunuliwa kwake hususan kwa ajili ya kanisa la siku za mwisho kuwa wale ambao walitakiwa kuwacha makosa na kukumbatia ukweli walipaswa kufundishwe kuhusu hatari na migogoro iliyokuwa inakuja zidi yao mm. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anatakiwa kuwa gizani kuhusu kile kinachokuja kinachokuja duniani maanake mm. Kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli kilikuwa kimelenga hasa sisi tunaoishi katika nyakati za siku za mwisho mm. Kwamba kitakachokuja katika matukio ya siku za mwisho tulipaswa tujifunze na kukijua, maanake kwamba ni mtazamaji wetu tumtie tu moyo kwamba asiogope, asifikiri kwamba vitabu vya Danieli na, na na Ufunuo ni vitabu vigumu visivyoeleweka. Ni vitabu vinavyoeleweka kwa sababu vilikuwa vimekusudiwa kwa wakati mm. zetu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ile ya ishirini na mbili mm. Ni kitabu ambacho kiko wazi kiko, kiko wazi, wazi mno kinaeleweka na kinafafanua kitabu cha Danieli kwa upana mm. zaidi na kwa kuelezea kwa, kwa, kwa, kwa, kwa undani zaidi mm. Sio kama wakati ule ambao watu walikuwa hawaelewi. Maana yake ilikusudiwa kwa ajili yetu, na sisi tunaelewa kwa, kwa, kulingana na nuru ambao tunafanyaje tunaipata. Karibu mwalimu Esodi. Asante sana mwalimu Enri, kwa kweli Mungu hakutuacha gizani, ametaka tuelewe nini kitakacho upata ulimwengu. Hebu angalia e, namna Mungu ambavyo ana upendo kwa kiumbe alichokiumba, hata kabla halijatukia anakupa tahadhari, anakuonyesha kwamba kuna hiki kitatokea hiki kitatokea hiki kitatokea, na kama tuna hizi habari mimi nadhani uh, tukiangamia <laughs> au tukiwa tuna, tuna matukio yanatokea, alafu tunakuwa tuna, tunayakodolea macho, ni kwa sababu ya uzembe wetu, kwa sababu inasema asomaye na afahamu, kwa sababu hizi taarifa tayari zishawekwa wazi. mm, ni, nitoe tu rai kwa msikilizaji na mtazamaji ya kwamba hivi vitabu viwili sio vigumu hata kidogo, hmm, na vinaeleweka kwa urahisi sana, sana, sana. Na ni kusii tu, ikiwa kama tasoma vitabu hivi alafu utaona kuna sehemu hazieleweki, usisite kutuma ujumbe wako kwenye chaneli yetu hii. Nasi tuko tayari kwa ajili ya kukuhudumia sehemu gani na kutatiza sehemu gani haieleweki tutashare pamoja na wewe ili kuona namna ambavyo tunaweza kujifunza kwa pamoja Mwalimu Andre. Naam. Mimi na, na nadhani mtazamaji ameelewa vizuri sana somo hili, kazi ni kwako hmm. wewe kujifunza vitabu hivi, labda tu ni msomee hapa kwamba juma hili tunakuwa tukijifunza kitabu gani juma hili kwanza, kama ni Biblia tunasoma Biblia. Leo Jumamosi tunasoma Biblia, kitabu cha Ufunuo sura ya 4, na kesho ni sura ya 5, kesho kutwa sura ya sita. Hivyo tunaendelea hivyo. lakini juma hili kwenye somo letu mafungu ambayo yametajwa hapa ni Yeremia 29 23 pamoja na 24, lakini Zaburi 139 fungu la kwanza hadi la sita. Mwalimu alishalisoma Daniel 12 fungu la 4. Ufunuo 22 10 na fungu la, na Timotheo wa pili tatu kumi na tano mpaka kumi na saba na Waebrania sura ya nne fungu la kumi na mbili Asante mwalimu. Labda nimtie tu lai msikizaji wetu, kama hujafanikiwa bado kupata lesoni, naomba kuzulia kanisa la Waadventista Wasabato mahali popote lilipo, uombe mwongozo wa kujifunza Biblia, watakupatia na kama unahitaji kitabu cha Pambano Kuu Hmm. Unaweza ukaona kanisa la Waadventista Sabato au duka lolote lililoandikwa Adventist Book Center, unaweza ukahudhuria mahali hapo, utapata vitabu hivyo na vitabu vingine. Ukitaka kutafuta vitabu kadhaa vinavyofafanua unabii, utapatiwa hmm. au kama utahitaji, kuna namba za simu huwa zinapita hapo kwenye skrini, unaweza ukapiga simu kwenye namba hizo, ukatuma teksti, utaweza kupata msaada wa kupatiwa hivyo nakala za vitabu no. na no. Tunapokwenda kuhitimisha somo letu la leo, naomba nimkaribishe mwalimu Mesoji atufungie kwa ombi, basi tupate sala. Baba Mtakatifu, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru tena kwa ajili ya leo. Mtazamaji na msikilizaji anapokwenda na kujifunza masomo haya yamsaidie kwa utukufu wa jina lako. Amina, amina.